Na sasa tuzungumze na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa maswala ya kimataifa kuhusu taarifa ambazo, karibu sana tuanze na taarifa ya Marekani ambapo Trump ameamuru kufungwa kwa muda kituo cha habari cha sauti Amerika, VOA, ambacho kimekuwa kikipeperusha matangazo yake e, kwa lugha 50 duniani kote. Na tunafahamu pia kwamba e, kuna idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika imekuwa ikishirikiana na Uh, vyombo mbalimbali mbali vya habari ikiwemo Azam TV, tumekuwa na kipindi cha pamoja cha eh, jarida jari la wikiendi na vipindi vingine mbalimbali mbali. Lakini sasa hii taarifa ina, inatusikitisha na imekuwa ni taarifa nzito kwelikweli. Ni kwa nini Trump anaamua kufanya uamuzi kama huu? Nadhani Trump hakuwa amelenga moja kwa moja Voice of America mm. Ila alikuwa amelenga taasisi nzima ya USGM, uh, Global Media ambayo ndani yake inamiliki vyombo vya habari ikiwemo VOA mm. Radio Radio Free Asia, Radio Free Europe mm. Zote zikiwemo ndani. Kwa muda mrefu VOA kwa macho ya Trump ni kama CNN mm. Ni vyombo ambavyo vinaupinzani yaani, naye anahisi kuwa huwa havimsifii na vimekuwa havi vikimkosoa, kwa hiyo Trump anaenda kuirudisha Marekani zama za mawe kile ambacho uh, watu tulikuwa tunaamini kuwa Marekani inatetea haki uhuru. uh, yeye yeah, anaenda hataki kitu kama hicho, kwa sababu tumeona ni wiki jana tu ambapo uh, serikali hii ya Trump ilienda kumkamata mwanaharakati wa Kipalestina uh, Mahmud Khalil ambaye ndio amezua maandamano makubwa zaidi, kwa kile ambacho wanasheria wengi wa Marekani walijiunga wakasema kuwa haiwezekani hili litokee, kwa sababu wanasema kuwa huyu yeye alikuwa akitetea wanaharakati tu mm, mm. wala hakuwa ana hakuwa gaidi hakuwa chochote, yeah. Sasa ni mwendelezo ule, ule wa Trump kwenda kunyamazisha wakosoaji wake mm. Sasa unaona kuwa kama USGM uh, Globe Media ambayo imepigwa pini sasa na, na utawala wa Trump wanapewa taarifa ya ghafla yeah. Wafanyakazi tuseme tu wafanyakazi wenyewe tu wa Voice of America kwa sababu wanatangaza kwa lugha zaidi ya hamsini wako zaidi karibu elfu moja mia tatu hmm. kwa hiyo walipewa barua pepe kuwa kwa muda hmm, eh, itasimamishwa. Sasa haijulikani mpaka lini, kwa sababu hii inaweza wakazuia kwa mahakama, lakini kwa sababu kama aliweza kusimamisha USAID hmm, shirika ambalo liko kwa mujibu wa katiba hmm, na akafanikiwa hilo, hapa naona tena mtifuano mwingine wa, wa kisheria unaweza kaendelea na, na, na utawala wa Trump umedhihirisha kuwa awamu ya pili ni tofauti ya kwanza awamu yeah, ya kwanza ilikuwa inadhibitiwa sana na mahakama. Mahakama ilikuwa inazuia vitu vingi na Trump alikuwa anakubaliana na hilo, lakini mara hii tumeona ni juzi jana, wakati uamuzi wale, wa kuhamisha wa, wale wa, watu mia mbili na wa, wa, wa Venezuela wanasema hawa walikuwa kwenye makundi makubwa ya uhalifu, walikuwa kwenye magereza ya Marekani wakapelekwa kule eh, na, wamepelekwa kule El Salvador mm, kwa na, naib, naib sasa wakati wanataka kupelekwa tayari kulikuwa kuna zuio la mahakama, ndio zuio la mahakama limetoka kuwa hawatakii kuondoka kwenye ardhi ya Marekani, lakini utawala wa Trump uliwasafirisha na zile ndege mbili, wakawa wameshatoka kwenda El Salvador. Baadaye wakajitetea wakasema kuwa amri ya mahakama inatoka tayari wale watu walikuwa wako kwenye ndege, kwa hiyo mm, hapakuwa na uwezekano, lakini tayari serikali ya Trump ilikuwa imeilipa ime uh, El Salvador dola milioni sita kwa mwaka kwa ajili ya kukaa na hawa watu mia mbili na sita ambao walikuwa wanatoka kwenye makundi ya, ya, ya silaha ya madawa ya kulevya, walikuwa wanashikiwa kwenye magereza ya Marekani, ambao asili ni wa, wa Venezuela. maanake mm. mm. like Trump alitaka uh, VOA iwe chombo fulani ambacho kinasifia serikali kwa sababu kimsingi ni chombo ambacho kinafadhiliwa na serikali ya Marekani. Sio, alitaka iwe kama Fox News mm. yani, Fox ni wahafidhina wa wao Trump, Trump Trump, Trump. Yani, mrengo wao ni huo sasa. Yeye hakubaliani na, na, na ukosoaji wa aina yoyote mm. na, na Trump hili alidhihirisha mapema, chukulia chukulia kuwa ebu chukulia washirika wake kama kina Pompeo mm, kina uh, Haley ambayo aligombea naye mm, Nikki Haley, amegoma kuwaweka serikalini kwake. Hii serikali anakwambia hawatuingia kwenye kisa nini? Wote hawa ni wa Republican mm, kisa tu waligombea naye mm, kwa ulini challenge na hilo yeye analidhihirisha watu kwa sababu ni mtu wa visasi. Ugomvi wake mkubwa na Zelensky ni visasi, kuwa ulinifanyia nini wakati ule. Kwa hiyo, sasa, yeye anadhihirisha hilo moja kwa moja. Sasa anatumia sheria kubwa sana ambayo kuwa kuhakikisha kuwa anaenda kuminya na kuminya. Sasa haya mashirika yanafungwa kwa sababu alianza na USAID na mashirika mengine, sasa hivi tunaona VOA. Nini hatima ya mashirika haya, tutarajia tarejea kwenye utendaji kazi wake ama ndio yamefungwa moja kwa moja katika kipindi cha Trump anaweza akafanikiwa kufunga baadhi ya mashirika kwa sababu nina uhakika kwamba Voice of America tayari wameshawasilisha masuala yao mahakamani kupinga mm, hili kama ilivyokuwa USAID kwenda kupinga mahakamani. Kwa hiyo kesi mama itaendelea mm. Muda wa Trump madarakani sio mrefu sana, tunaweza tukayashuhudia yale yale ya awamu ya kwanza ya Trump halafu alivyokuja Joe Biden, unakumbuka mm. Awamu ya kwanza aliitoa Marekani kwenye shirika la, la, la, la mabadiliko ya hali duniani, WHO, shirika la afya akaiondoa, akamtoa kwenye makubaliano yale ya Irani, akatoa kwenye mashirikisho mengi na akafunga baadhi ya vitu. Lakini siku ya kwanza ya Joe Biden of C, ya ofisini, naye akaanza kurejesha tena mm -mm. ni vile, vile alichokuja alichokua ukifanya tena Trump baada ya kurudi tena hii mara hii yeah. siku ya kwanza tu naye akasaini nini, maamuzi mengi ambayo yakaenda kuwa yakaenda tena kuzuia kwa hiyo ni, ni miaka minne ya Trump tunaweza tukashuhudia hata Voice, America, Voice of America, kwa sababu hili ni shirika lilianza 1942 yaani, mm, ni kongwe kwelikweli. Vita ya pili ya dunia ndio lilianzishwa wakati huo mm, kwa ajili ya kujibizana na USSR USS, na Japan kwenye propaganda ya dunia, kutangaza na kufanya yeah. So ni shirika kongwe ambalo limekuwepo kwa miaka na miaka sasa, linaweza likala likizo kwa miaka minne. Hmm. Alafu baada ya pale watajua watafanya. Akija rais mwingine pengine watarejesha okay, yani rajesha, tunarudi kwenye ile lakini ile ile kizo, wafanyakazi wake wanaendelea kulipwa mishahara ama ndio wamepoteza kibarua wa chao, haijafahamika moja kwa moja, kwa sababu taarifa waliopewa ni kuwa wamesimamishwa, hmm. kwa muda wote. Sasa wasikilizaji milioni 400 duniani ambao huwa wanasikiliza Voice of America watakuwa wametoka kwenye njia hapa. Tanzania na Afrika Mashariki tumekuwa tukipokea matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ni katika kupitia vyombo mbalimbali vya habari katika idhaa ambazo zimekuwa zikitegemewa, pia idhaa kubwa za kimataifa. Manake tunatarajia tunatarajia kuendelea kupata huduma hiyo ama kwa sitisho hili? Manake ni kwamba tutashindwa sasa kupata matangazo hayo. Nilivyosikia hili tangazo mm, nimetazama wale wa Ulaya serikali za Ulaya ambazo zilikuwa pia zina, kwa sababu katika hilo shirika walikuwemo kuna wale free, uh, uh, Radio Free Asia na Radio Free Europe mm. Wale wa Europe wao wanasema huenda wakawasilisha swala hilo Brussels kuomba EU iendelee kufadhili Radio Free Europe ili iendelee kutoa huduma kwa sababu ina faida kwa upande wao. Sasa maana yake haitakuwa chini ya haitakuwa inapokea huu. Kwa sababu kilichotokea Marekani kwanza imekata ruzuku moja kwa moja kwenye shirika hilo. Yaani mm. ni mashirika ambayo yanapokea ruzuku ya serikali moja kwa moja. Kwa hiyo nakupa nakupa fedha, lakini kwa nini unawasifia, haunisifii? Kwa hiyo mm. yaani fedha zangu utafikia mm. na toa mfukoni kwako. Nawapa, kwa nini humni sifii? Sasa wale wa Europe wenyewe wanaenda kuweka ruzuku ili waweze kuendelea, wa, wanataka kuwasilisha hilo sasa, waone kama wanaweza kuweka ruzuku ili radio ya Radio Free Europe iendelee kutangaza, lakini Radio Free Europe ni sehemu ya Voice of America ambayo imekuwa ikipokea fedha kutoka Marekani mm. Sasa kwa huku Afrika kwa sisi hatujui tena, na sisi huku labda kuna mpango gani tena, kuna taasisi gani ambayo inaweza ikaamua kuifadhili Voice of America iendelee kutoa huduma mm. Sasa hebu tuitazame Burkina Faso. Uh, Burkina Faso zamani ikiitwa uh... Hapa Volta. Apa Volta. Ya, ya, ya, ya, kina Thomas Sankara. Ni nchi ambayo ina historia ya kutawaliwa na wanajeshi na, na hivi karibuni wanajeshi wamechukua madaraka chini ya kijana mdogo Ibrahim Traore, na eh, kumekuwa na shutuma kwamba serikali yake imekuwa ikiua raia magharibi mwa nchi hiyo, lakini wow, wao kulizuka uwasi mkubwa, na hasa ndio sababu ya machafuko makubwa ya Burkina Faso ambayo yamekuwa yakiendelea. Asili ule mzizi wake ulitoka kuanzia miaka 2012 na na huu mzizi unatoka moja kwa moja kwenye connection ya Libya baada ya Libya kudondoka, kuvurugika usalama wa Libya hmm. silaha zikamwagika, zikapita, zikapenya kwenda Sahel kwa sababu Libya anapakana na Chad kwa hiyo silaha nyingi zikapita Chad zika pita kwenye ule mfereji ambao moja kwa moja zikatokea magharibi mwa Afrika. Hapa ndio kukachafuka sasa. Vurugu ya mwaka 2012 kabla haijahusisha makundi yale yenye itikadi kali hmm, tayari ilikuwa ni vurugu ya makabila, hasa kabila ya Fulani. Kabila ya Fulani ni kabila moja ambayo naweza kusema imekaa kwenye mipaka mingi ya nchi za magharibi mwa Afrika ikiwemo yeah. Na enyewe Burkina Faso na kwenye mpaka wake na Mali, lakini kwenye mipaka hata ya Nigeria ya upande wa pili. Fulani ni kabila moja ambayo jamii yake kubwa inatokana na mm. na wengi wa fulani ni Waislamu, wakawa wakaanzisha uasi, kuona kama tunavutana, tuna, tuna, tuna na serikali kuu yeah. Kwa hiyo fulani wakataka kujitenga kutoka Burkina Faso. Kwa hiyo vita kubwa ikapigwa mpaka yalivyokuja kufanyika mazungumzo Ufaransa na kwingine kati ya 2015 na ngapi wakaja kusuluhisha hili swala. Mm -hmm. Sasa, kinachoendelea Burkina Faso hivi sasa ni kama kuna ile kabila ya fulani kuhisi kuwa imetengwa na serikali kuu na kile kinachoonekana good luck, kuna, mm -hmm. kuna kitu kimoja ambacho ukiingia mfano ukiingia kwenye platform kama YouTube ukiingia kuna simulizi nyingi watu waandika maudhui au wanaoandaa maudhui hmm, nyingi zinazomzungumzia Ibrahim Traore zinapambwa sana, zinaandikwa vizuri sana, na ni kwa sababu watengeneza maudhui wanajua watu wanataka kusikia nini. Kwa hiyo hadithi inaandikwa kama hadithi, yani sio uhalisia, inaandikwa kwa kupambwa sana kwa sababu watu wanatamani kukiona yes, hicho ambacho cha kina Ibrahim Traore Traore na jeshi lake wanamiliki nchi ya Burkina Faso kwa asilimia 40 tu mm. Yaani, asilimia 40 ya nchi ndio iko kwenye mikono ya kina Traore, lakini zaidi ya hapo, ile asilimia 60 iliyobaki, nchi iko kwenye mikono ya waasi kwa haiko kwenye mikono ya udhibiti wa serikali. Sasa kile ambacho huwa tunakiona na kile kilicho halisi kwenye Burkina Faso mm. ni vitu viwili tofauti, maana yake mm. tukiwa nje nakwambia uh, waandika maudhui mm. Mfano ukiingia YouTube um, hawatoi uhalisia, wanakupa kitu ambacho unataka kukipa. Ni taarifa kama zile za Putin kuwa tunakupa kile unachokitaka, kwa sababu tukimkosoa Putin wewe utakasirika. Lakini lakini ni, ni, ni, ni wazi kuna shahidi wote unaothibitisha kwamba ni kweli jeshi linaua raia video zilizosambaa wiki jana, ambazo ndio zimeleta hizi shutuma. Kuna video zil, zil, zilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha kuwa kuna wanamgambo ambao wanaungwa mkono na jeshi hmm, sio jeshi, wanamgambo wanaoungwa mkono na jeshi la, la Ibrahim Traore, walikuwa wamefanya mauaji kwenye jamii ya fulani, hiyo kabila ya fulani, kwa sababu wanasema kuwa fulani inaunga mkono makundi yenye silaha ya waasi. Yaani hiyo kabila ya fulani kwa sababu ya kwamba hii kabila ya fulani kiasi kikubwa wao ni jamii ya Waislamu. Mm. Kwa hiyo na wengi wako na Nigeria. Siya? Na wengi wako na mipaka karibu yote ya magharibi mwa Afrika inakusanya. Ina yaani fulani mm. ni moja ya kabila nikifananisha na sisi hapa sijui niseme kabila gani ambayo okay, imechukua eneo kubwa zaidi. Mm. Yaani hapa hapo, sote tunaweza kusema tuna wajaluo wa hapa tuna wajaluo wa Kenya lakini tuko kwenye nchi mbili. Masai, Masai labda. Tunaweza kusema lakini Masai tuko nchi mbili tu, mm. Kenya na, na Ethiopia pia kwa kiasi fulani. Okay. Sasa hawa wamechukua Nigeria, wamechukua sijui, wako Cameroon, wapo Burkina Faso, wako Mali, wako Niger, yaani wamechukua eneo kubwa, halafu ni wafanyabiashara wakubwa sana mm. ni matajiri, wana fedha. Sasa hawa wanahusishwa kuwa hawa ndio wanafadhili makundi yenye silaha. Sasa hii video iliyoleta shutuma ni ile video ambayo inaonyesha sasa wanamgambo ambao huwa wanapewa mafunzo na jeshi hmm, la Ibrahim Traore na wanachukua uh, silaha na kila kitu kutoka kwa Ibrahim Traore wakifanya mauaji kwenye yeah, hilo kabila la fulani hmm, na ikatajwa watu karibu 60 waliouawa. Ndio hizo shutuma sasa za kimataifa kulitaja jeshi la Burkina Faso kuwa linahusika kwenye yale mauaji, lakini video zinaonyesha sio jeshi la Burkina Faso lilofanya hayo mauaji, isipokuwa ni wanamgambo wanaungwa mkono na jeshi ndio wameofanya hivyo vitu. Sawa so, sawa so, kabisa. Tuangalie uh, taarifa nyingine, tuna taarifa hapa kuhusiana... na tumemalizana na hii huku Burkina Faso wanakotoka shemeji yetu eh, Stefan Aziziki. Sasa tuamie <laughs> eh, taarifa ya China ambayo imealikwa kwenye mkutano wa kilele wa maadhimisho ya miaka hamsini ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Ulaya na China ambao una, una, unafanyika kwa Brussels nchini Belgia. Tunaona rais Xi Jinping wa China hajataka kuhudhuria uh, mkutano, na hii imeleta wasiwasi mkubwa kwamba pengine uhusiano kati wa kidiplomasia kati ya China na Ulaya, na Ulaya upo kwenye <laughs> mashaka elea, elea, kidogo kidogo, nimeshindwa kuelewa kwa nini Ulaya mara hiyo wamemwalika Xi wakati hmm, mara zote Xi haendi, anakuwa waziri mkuu ndio anakwenda mm. Kuna kitu kinanifikirisha kuwa nadhani Ulaya uh, baada ya kuwa wamemwegemea sana Marekani kwa katika kipindi kirefu na Marekani, ni kama vile unajua, umemwegemea mtu kwenye bega lake alafu amepisha lile bega, amekuacha sasa, yeah. unatafuta usidondoke Eh, nadhani wanatafuta ukaribu na kutafuta kivuli kidogo cha, cha Uchina kwa sababu ni kama watoto ambao wameachwa na ni watoto yatima tuseme, kuwa wameachwa na mzazi wao hivi sasa baada ya Marekani kuonea kuwa skip kwa, kwa, kwa muda mrefu kuwakimbia hivi sasa haonekani kama yuko upande wao sasa, hmm. wanaona hebu labda tuegemee hata upande mmoja tupoze upepo yeah. Yani ile kivuli, lakini kiuhalisia, unaona taarifa iliyotolewa na Uchina anasema kuwa sio utaratibu ambao wako nao kwenye haya yani, sio kwa utaratibu kuwa lazima Shi aende mm, kuwa tuna huwa mara zote tunaadhimisha kila mwaka na ra raisi haendi anakwenda tu waziri mkuu. Sasa mara hii kwa nini mnamtaka Shi aende mm? Unaweza ukaona kama vile Ulaya sasa wanatafuta. Ndugu, tumalizie kidogo na taarifa ya Yemen. Tumeona Um, Marekani wamefanya mashambulizi kwa mara ya kwanza tangu Trump aingia madarakani dhidi ya waasi wa Kihuthi, kundi la Wahuthi mm -hmm. Limekuwa kundi maarufu sana linatajwa sana watu wanalisikia sana lakini hao Wahuthi ni kina nani na wanapigania nini hasa? Tumeona uh, Marekani wamewashambulia na wameua watu 31. Wahuthi ni wa Yemen. Mm. Kiasili kabisa ni wa Yemen. Na en, uh, kiasi kikubwa cha nchi ya Yemen iko kwenye mikono yao. Hata mji mkuu wa Sanaa waliuchukua mwaka 2014. Eh, Wahuthi wanachosema wao waliungana na wa Palestina katika vita yao, na katika kipindi cha miezi 15 ya vita ya Hamas na, na, na Israeli eh, chote kipindi hicho wahuthi walisema sisi tutasaidia wa Palestina ili, ili liishe kwa hiyo walianzisha kile kinaitwa ile wali block njia ya ya, ya Bab el Mandeb mm. kuna ile li, li, li, li, li lango linayoingia linaokwenda moja kwa moja mpaka Suez Canal kule, unaenda unatokea Iskandaria, Alexandria kule mm. Misri, ule mfereji wa bahari ya Sham eh, bah, bah, bahari nyekundu, wao waliuziba, kuwa meli inayohusianwa na Marekani inaohusiana na Israeli mm -mm. haiwezi kupita, na Israeli ilikuwa ikitumia bandari ya Eilat, bandari ya Eilat Ilat ni moja ya miji ambayo Israeli ilichukua mwaka 67 katika ile yeah. vita yake, lakini ni mji wa Kipalestina unaitwa Umrashrash. Eh. Sasa pale kuna bandari ambayo hawa wahuthi walihakikisha wana block mpaka ikafungwa. Yeah. Kwa hiyo ilipotea. Sasa kipindi hiki wakati wa makubaliano haya ya usitishaji wa mwezi Januari, wao pia walitangaza kuwa na sisi tumesitisha mm. machafuko yoyote na Israeli. Yaani kuwa meli zinaweza kupita hivi sasa, kwa sababu amani imepatikana. Sasa Israeli ilivyogoma kuingia awamu ya pili ya mazungumzo ya kwenda usitishaji halafu ikatangaza kufunga hmm. Hawa Wahuthi wakasema kuwa kwa sababu Israeli ameisha kataa, na sisi tunampa Israeli siku nne, hakikisha amefungua misaada ingie Gaza. Kama hmm. hawezi tunaanzisha tena kuzuia meli kwa kwa hiyo hmm. lile lilikuja tangazo kuwa tunazuia sasa wa, ba, siku zilivyopita, wakasema tunaanza kuzuia meli. Walikuwa hawajazuia meli hata moja na hawajashambulia meli hata moja toka kwenye tangazo lao hmm. kilichotokea ni Marekani, Trump yeye kuwawahi katika haya mashambulizi lakini mm. ndio walitangaza kuwa sasa, sasa tunaanza mzingiro mm. tena wa meli. Sasa hali itakuwa tunafahamu kwamba bidhaa nyingi ambazo hata sisi huku tunazipokea, uh, kuna meli nyingi sasa zinapita kwenye ukanda huo mm. uh, kwenye eneo hilo inaweza kuathiri kwa vyovyote pengine hali ya mambo jinsi ilivyo ukiangalia mfano kwenye mzingira wa mwaka mmoja uliopita ni meli karibu elfu ishirini na tano ambazo zinapita kwenye ile eneo lakini zilipita mm. elfu kumi mm. kwa hiyo kuna meli nyingi zilizunguka Afrika mm. kwa sisi huku tunaweza tusiathirike sana, kwa sababu target ya, ya hawa wahuthi sio meli zote, wao wanaangalia meli za Marekani, Israeli ambazo ndio mm. hazina shida yoyote. Kuna hofu ndio maana hata wengine pia wanabidi wazunguke. Kuna hofu la, kuna hofu ya uharamia, piracy kumekua na hiyo hofu ambayo hata kwenye pwani ya Somalia, lakini mm, kiuhalisia hata ukitazama kwenye hiyo awamu ya kwanza walikuwa wanazuia, kwa sababu shutuma zilipelekwa hadi kwa Urusi. kwa nini yeah? meli za Urusi na China zinapita haziguswi, halafu meli za wengine zinaguswa. Kwa hiyo hata wao walikuwa wanasema moja kwa moja kuwa sisi hatugusi meli zote mm, isipokuwa sisi tuna, tunaangalia meli ambazo tunazitaka ni za Marekani na washirika wake mm, ambao kuwa wanaenda kusaidia kwa nafasi yoyote kwa